Hata kama Mungu amekuita kuwa mwanasiasa, unamhitaji mtu wa kiroho. Mungu amekuita kuwa mtu wa uchumi, ameweka mzigo ndani yako, unasikia moto na waka, unatamani kumiliki uchumi wa imara ambao utakuja kutikisa dunia hii, unamhitaji mtu wa kiroho atakayekuambia kwenye huu uwekezaji usiweke pesa yako kwenye ile eneo, usifanye hivyo, sisikii Mungu akiniongoza kwamba ufanye kitu hicho. Unamhitaji mtu wa kiroho. Amen. Amen. Mtu wa pili ambaye unamhitaji ni mtu wa usalama. Mtu wa usalama. Mtu wa usalama lazima uwe naye ambaye atakuhakikishia kwenye masuala ya kawaida tu. Usalama wa mali yako, maisha yako na watu wako na vitu vyako vyote vinavyokuhusu. Huyo mtu awepo. Aidha, kama ni mwanajeshi au askari au mwanamgambo yeyote yule, kulingana na kile ambacho unataka ufanye, usipuuze. Najua umesoma na watu huko, kuna watu sasa hivi wameanza kwenda, wako jeshini, wako huko. Hata kama hujaanza kunetiweki nao, anza leo kuanza kuweka ukaribu. Siku ambapo kuna wakati utafungua kanisa, watakufanyia figisu. Ili uweze kupenya kwenye hayo maeneo, lazima uwepo mtu anayekufahamu fika kwamba huyu mtu hafanyi hicho kitu ambacho anamsema. Amina, awepo mtu kule ndani ambaye atasema. Gamalieli awepo kule ndani kwenye baraza la watu wanaoamua, aseme hawa watu jamani, kama kweli hawa watu, haya mambo ni ya wao wenyewe, watapotea muda tu, lakini kama sio wao, tuangalie, tusije tukawa tuko tunashindana na kusudi la Mungu ndani yao. Ko, lazima awepo mtu kwenye eneo la usalama hapo kwa Gamalieli, ni watu wa maamuzi. Unamhitaji mtu wa maamuzi au mtu kiongozi kwenye mamlaka husika, kwenye eneo ambalo unataka uanze kufanya mambo yako ambako Mungu amekuelekeza. Lazima uwe na mtu mwenye mamlaka, mtu ambaye ni kiongozi kwenye maeneo hayo. Au wakati mwingine anaweza kuwa ni mtu wa sheria, mtu ambaye anahukumu watu, lazima uwe naye. Na hawa watu wote ninaowasema, wengi wao wako hapa chuoni na wengine wamekaa karibu yako, lakini huwafahamu, na uhitaji kuwafahamu. Ukiwafahamu sana, unawafahamu kwa habari ya ushuhudiaji, hakuna kingine natamani kufahamu kuhusu wao. Mnaenda kwenye ushuhudiaji, mnarudi, mnatoka, mnaenda, mnarudi, mpaka mwaka watatu wa nne unaondoka, ufahamu nani alikuwa nasomea nini, na uhitaji kujua ameenda wapi. Huko alikoenda ameajiriwa kitengo kipi? Hutaki kujua. Leo hii utaachana naye, ni mwanasheria ambaye yuko anatafuta ajira siku akiipata tena, yuko Ikuru, ukampigia simu, nataka kutaka msaada wake, rafiki yangu atakuambia, weka pesa mezani, ambayo hauna. Lakini leo hii kama unge- ungekuwa na ukaribu naye, eh, ukampa hata arabia elfu moja mia tano ambayo kwa macho ya karibu haoni kabisa, kama unamvuta kumweka karibu, ninakuhakikishia hiyo arabia elfu moja mia tano ingetosha yeye kukufanyia kazi ya mamilioni.